Lakini hii dhana ya mall kwa sababu kweli miji mingi hivi sasa imechukua, unapokwenda uh, miji Dubai au Nigeria, Ghana, kila mahali utakuta malls. Lakini kwa pale kwetu, ninavyohisi mimi ni kwamba zile malls zilizopo hizo chache zozo zitaja mbili, mbili, nafikiri ndio zipo sasa. Sio ni kwamba wenye maduka ni wageni, ni watu kutoka bara ambao yeah. maduka ile ya bara yamekuja yame, ya, ya ya matao yao pale wenyewe wenyeji hawana uwezo waki fedha, waki Tasahili, wa kifedha wa kuweza kumiliki. Sasa hili mnalisemaje, bwana harakati? Mambo haya, visiwa vya Zanzibar ni visiwa ambavyo vimebahatika kuwa na watu waliojaliwa vipaji mbalimbali. Visiwa hivyo pia vimetoa watu wenye wa elimu za juu katika fani mbalimbali mbali, wakiwemo wanazuoni, wanasiasa, madaktari na hata watunzi na waandishi wa vitabu mbalimbali mbali kwa lugha tofauti tofauti katika kipindi cha historia yake. Leo hii nataka kumzungumzia mwandishi maarufu kutokea visiwani humo aliyekuwa akitambulika kimataifa kutokana na umahiri wa kazi zake za kiuandishi na uchambuzi wa habari za kisiasa duniani. Hapa namzungumzia Bwana Ahmed Rajab. Ahmed Rajab alizaliwa tarehe 6 Januari mwaka 1946 katika viunga vya mitaa ya mji mkongwe kisiwani Unguja. Baba yake mzazi alijulikana kwa jina la umaarufu la rajabu Makopo. Marehemu rajabu makopo alikuwa ni mtu maarufu sana katika mitaa ya mji mkongwe kutokana na ukarimu wake na shughuli zake za kujitolea katika jamii mbalimbali. Hauwezi kujisifu kuwa unatoka mitaa ya Stone Town kama ulikuwa humjui mzee huyo aliyekuwa mtanashati kimavazi labda kwa wale watoto waliozaliwa baada ya mwaka wa elfu mbili. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi amin. Katika ukuaji wake bwana Ahmed Rajab alianza kupata elimu yake ya Qurani na darasa la kwanza kwa mwalimu Mselemu aliyekuwa akiishi kikwa juni juu Unguja. Baadaye alihamishwa katika shule ya msingi ya Darajani kwa kuendelea na elimu yake ya msingi. Baada ya kukamilisha masomo yake ya msingi bwana Ahmed Rajab alijiunga na skuli ya sekondari ya King George ambayo kwa baadaye ilikuwa ikijulikana kama Lumumba Secondary School iliyopo Unguja. Alipoingia skulini hapo alikutana na waliokuwa wanasiasa maarufu nchini Tanzania, marehemu Malim Seif Sharif Hamadi na bwana Salim Ahmed Salim, ambao wote hao walikuwa wamemtangulia kimadarasa wakati yeye ndiyo kwanza alikuwa akianza kidato cha kwanza. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, bwana Ahmed Rajab aliwahi kufanya kazi kwa muda mchache pale Darajani Town Municipal kabla ya kusafiri kwenda nje ya nchi kujipatia elimu ya juu. Na mnamo mwishoni mwa mwaka 1964 alifanikiwa kupata fursa ya kwenda nchini Uingereza kwa ajili ya kupata elimu yake ya juu. Alipokuwa nchini Uingereza, Ahmed Rajab alifanikiwa kupata shahada ya falsafa katika chuo kikuu cha London. Vile vile alipata stashahada ya uzamili wa ukuaji wa mji na maendeleo katika nchi zinazoendelea kutoka chuo kikuu cha University College kilichopo London. Pia alifanikiwa kupata shahada ya uzamili katika fasihi ya kisiasa ya Kiafrika kutoka katika chuo cha Sussex ambapo tasnifu yake ilihusu mashairi ya Negritude na David Diop. Baada ya kupata shahada zake za masomo ya juu nchini Uingereza, bwana Ahmed Rajab alifanikiwa kuwa ni mmoja wa waandishi wa habari bora wa kimataifa kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza. Ahmed pia alikuwa mchambuzi mahiri wa masuala ya kisiasa duniani na alikuwa mwandishi mzuri wa insha. Vilevile vile, bwana Ahmed Rajab alikuwa mchangiaji mahiri wa safu za maoni katika matukio mbalimbali mbali duniani. Katika taaluma yake, bwana Ahmed Rajab aliwahi kufanya kazi katika mashirika mbalimbali mbali ya habari ya kimataifa. Baadhi ya mashirika aliyowahi kufanya kazi ni Idhaa ya Dunia ya BBC, Index and Consorship, Africa Events na Africa Analyses. Pia alipata nafasi ya kuhudumu katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Vilevile alihudumu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu UN OCHA. Kati ya mwaka 2006 na 2009, bwana Ahmed alihudumu kama mkuu wa chumba cha habari cha IRIN katika ofisi ya mashariki ya kati ya asia huko Dubai. Airin ni shirika la habari la kimataifa linalojikita katika kutoa ripoti na habari kuhusu masuala ya kibinadamu na maendeleo duniani kote, hasa katika maeneo ya migogoro, mizozo ya kijamii na hali ya kibinadamu. Airin ilianzishwa na shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. baada ya hapo Alitumikia miaka mitatu katika jiji la Nairobi, nchini Kenya kama mkurugenzi mtendaji wa Universal TV. Mbali na kazi zake za uandishi wa habari, bwana Ahmed alikuwa ni mshairi mwenye kipaji cha hali ya juu sana. Mashairi yake alifanikiwa kuingizwa katika mkusanyo wa mashairi na kazi za fasihi kutoka kwa waandishi wa Afrika katika kitabu kilichojulikana kwa jina la African New Voices kilichochapishwa na Langman, mwaka 1997. Kutokana na uweledi na uadilifu wa kazi zake bwana Ahmed aliwahi kuchaguliwa kuwa jaji katika tuzo mbalimbali za fasihi na uandishi wa habari. Miongoni mwa tuzo ambazo aliwahi kuwa jaji ni tuzo ya Kiswahili ya Mabati Cornell mwaka 2019, tuzo ya Kenya uandishi wa Kiafrika mwaka 2018, na tunzo ya mwandishi bora wa habari wa Afrika CNN mwaka 1999. Bwana Ahmed Rajab alifanikiwa kuonana na baadhi ya viongozi mbalimbali mbali wa ngazi za juu duniani. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2022, bwana Ahmed Rajab alialikwa kuhudhuria katika mkutano wa kumbukumbu ya Maalim Seif Sharif Hamadi uliofanyika kisiwani Unguja. Katika mkutano huo alipewa fursa ya kumzungumzia Maalim Seif Sharif Hamadi kwa jinsi alivyomfahamu yeye. Maalim alikuwa ni mtu aliyeweza kugusa nyoyo za mamilioni ya watu, alikuwa kipenzi cha wengi, nje ya kijiji cha Nyali Mtambwe alikozaliwa, nje ya Wete alikokulia na kuonjeshwa elimu ya kidini na elimu ya kidunia, nje ya Unguja alikosomea masomo ali ali ya sekondari, alikoanza kusomesha na alikozivaa siasa na siasa zikamvaa, kufika hali ya kwamba mtu hawezi kuzizungumza siasa za Zanzibar za toka mwaka 1977 au 77, hadi leo bila ya kumfukuru Saif Sharif na wala hawezi kumzungumza Saif Sharif bila ya kumhusisha na siasa za Zanzibar za toka wakati huo, kwa sababu ya hayo mapenzi baina yake akiwa kiongozi na umati wa wafuasi wake waliompenda na wanaompenda au wanaoendelea kumpenda kwa dhati hadi hii leo, kuna hatari ya kumjenga na kumfanya mtu aso ila, asowaa na hilo kama ulivyosema, si jambo zuri tukifanya hivyo, tutarejea kule kule tusikotaka kwenda kwenye kuabudu miungu watu. Ahmed Rajab aliandika majarida mengi hususan katika tovuti ya BBC akizungumzia maisha ya kisiasa katika nchi za bara la Afrika. Mnamo siku ya Januari tarehe 15 mwaka huu 2025. Mwiji huyu wa tasnia ya habari alionekana akichangia hoja ya mgogoro wa Gaza kupitia kipindi cha Dira ya Dunia cha BBC Swahili, na hii ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuonekanwa mubashara kupitia televisheni. Hamas pamoja na Israeli zikubali haya makubaliano, a hiyo rasimu ya makubaliano, na hilo ndio jambo ambalo wadadisi wengi wanaliona kwamba ndilo linalosukuma mbele na kuwafanya wawe na matumaini makubwa kwamba safari hii labda uh, huenda pakapatikana uh, mapatano ya kusitisha mapigano. Bwana Ahmed Rajab alifariki dunia tarehe 4 Februari 2025 alipokuwa hospitali akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mfupi alipokuwa nyumbani kwake jijini London. Maziko yake yalifanyika tarehe 11 Februari katika makaburi ya Garden of Peace Muslim Cemetery. Maziko yake alihudhuriwa na watu mbalimbali akiwemo Mwambato wa balozi ambaye alimwakilisha balozi wa Tanzania nchini Uingereza. Bwana Ahmed Rajab ameacha mke mmoja ambaye ni Bi Asha na watoto watatu ambao ni Zakia, Talal na Tahari. Tunamuomba Allah aiweke roho yake mahali pema peponi na awape subra wafiwa wote Amin. Ili kuendelea zaidi kupata habari zetu na matukio mbalimbali ya kijamii usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Swahili Media Network, comment, like na share. Mimi ni msimulizi wako Mwatima Abdullah.